Mungu anapotuangalia tukiwa chini ya hii miili anatamani tumtumikie Mungu na tumpendeze Mungu kupitia uwepo wa hii miili hii ya kuharibika hapa chini. Amesema kwa Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, itoeni miili yenu iwe dhabihu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mwili wako uwe sehemu ya kumwabudu Mungu. Unapokuja hapa unapomwimbia Mungu, unapofanya mziki, ni mwili wako unamtumikia Mungu, unapofanya usafi, unaporemba, unapofanya nini, unapojitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, unapoomba, ni mwili. Kuna nguvu ya mwili inatumika. Itoeni miili yenu ifanye kuwa ni ibada yenye kupendeza Mungu, ibada iliyo hai tena takatifu. Kwa hiyo Mungu anapendezwa pia kupitia nini? Miili yetu. Acha mwili wetu uwe ni sababu ya kumpa Mungu utukufu na sio kumpa shetani ibilisi utukufu. Amezungumza kwenye Warumi sura ya sita mstari wa kumi na tatu, amesema vitoeni viungo vyenu kuwa silaha za haki na sio silaha za dhuluma. Hebu tafakari viungo vya mwili wako, wanavitoa kuwa silaha ya dhuluma au silaha ya haki, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyaro viungo vyetu tunavitoa kuwa ni silaha za haki au silaha za dhuluma. Mungu anataka tumpendeze kupitia miili yetu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu miili yetu ni hekalo la nini? La Roho Mtakatifu. Wengi sana makanisani hawapendi kusikia injili ya namna hii. Kutoa mwili wao kuwa ibada inaompendeza Mungu, iliyo hai, iliyo takatifu. Ili, Ili nisikize vizuri. Hili jumba lina udongo tu. Hili unaliona na thamani kwa sababu umelipaka mafuta, leo linang'ara, ila likipitia uharibifu likipitia uharibifu halina thamani. Ndio maana mtu dakika mbili meshangaa tayari ameshaoza. Kitu kidogo tu kimeingia, shabuizo kidogo tu mwili usharibika. Mwili ambao hautaka uharibike ni ule mwili ambao tunauona kwenye Ufunuo. Ufunuo sura ya ya 21 mstari wa 4. Anasema hivi, anasema wakati huo sasa, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haita kuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Huu ni ule mwili ambao Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 hadi 43 na Wafilipi sura ya tatu mstari wa 21. Ni ule mwili mpya tutakapovaa kuto kuharibika. Ule mwili hautakuwa na maradhi, hautaugua. Ndio ule mwili ambao Yesu Kristo alipofufuka alifufuka nao. Walikuwa wamejifungia katika chumba, akashangaa tu wamepita pa ukutani, ameingia ndani, ameingia ndani ni mwili ambao hauzuiliwi na mipaka limitation za hii dunia hii inaoshitika ambao ni visible na tangible. Katika mwili hiyo hakutakuwa na maumivu, taabu, masukumu. Katika mwili hiyo hakutakuwa na kuoa wala kuolewa, hakuna kuoa wala kuolewa mbinguni, katika ule mwili wa utukufu, kuoa na kuoa katika mwiliuonawalenika mwiliu, mwiliu, mwiliu ila katika mwili ule hakutakuwa na nini, mzee Thomas? Kuoa wa wala kufanyaje kuolewa. Mambo ya ndoa nayo hapa duniani tu. Ndio maana mbinguni hatuendi kwa sababu tumefunga ndoa. Mbinguni tunaenda kwa sababu kuna ndoa ya kiroho kati ya Kristo na mwamini. Kuna mahusiano, kuna mahaba, kuna mapenzi kati ya Kristo Yesu na mtu anayemwamini Yesu Kristo hatuendi kwa sababu ya dini ya baba yangu au dini ya mama yangu, tunaenda kwa sababu ya tunamwamini Yesu Kristo. Na kumwamini Yesu Kristo sio katika kundi, ndio Biblia inasema watakwepo watu wawili wakati huo, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Kuna mtu mmoja anaongea naye, mmoja tumtumikie Mungu na tumpendeze Mungu angali tuko hai. Ukiwepo kanisani, hakikisha kuna kitu unakifanya, usipashe kiti joto na makarimu. Ukija kanisani angalau uwe na kazi ya kufanya hata kufutafuta tu, hata kufutafuta tu. Uwe ni sehemu ya mchango, uwe sehemu ya kiungo kwenye mwili wa Kristo. Kuna hukumu za namna mbili, kuna hukumu ya kwanza ni hapa duniani. Wale tunaohubiria injili za Yesu Kristo wanapokataa habari za injili ya Kristo, nimesema tayari wamekwisha kufanyaje? Kuhukumiwa. Lakini kuna kutoa hesabu, kila kazi itapimwa. Nimesema kila kazi itapimwa. Kwa nini? Kwa moto. Katika wakati huo, wakati huo kila kazi itapimwa kwa moto, kwamba yafaa ama ya nini? ya kutokufaa. Kutakuwa na riwani, kutakuwa na thawabu ngekeje. Jirani yako, jirani yangu. Ni jambo gani wafanya katika mwili wa Kristo?